khulondekhana nende abamenyi bemirirwe nende David Juma nende owashe wa reni waloba ababere basamule ambi mundalo nende olubuya ololwe likari basunga ambu likari ilyo li lyomwosi li elibere liyenjere tsimbeka etsya webuye littsanga buganda yakhalishemo tsikorokoro tsyalyo tsya inyuma ano batema khumwa mumanya muiri wa likari ilyo okhutema khwemya likari ilyo lakini balanyalirwa ta okhula shinga amatangi kosi kamululushe mushitsakha kwa niko pale na lima pale chini ya reli hapo nikastuka nikaona gurudumu inakatika, pale nyuma, kale kushima pale nyuma inaporomoka. Mimi kuangalia najaribu kwa ladi driver, jaribu kupunguza spidi, huku nyuma mambo mbaya sana sasa. Saa kidogo mimi nikaanza na subai hivi kuangalia, gurudumu ya pili imenifuata tayari, nikatoka mbio. Sasa mimi kustuka, magurudumu karibu container karibu tano imenifuata nyuma. Ni, ni kaona, ya kushangaza sana nikaona gari moshi ilikuwa inakuja na, nikaona, yika, woki, katoka, na kwa bahati mbaya nikaona ikkoki ikatoka na ikaanza kwa kuringika ikianguka hapa katikati ya Lugari na Kipkaren gang 40 magari limetoka kwa reli na mabe, mabehewa kumi yamaanguka, na ilikuwa imepepa ngano. Hata mnapoiona wananchi wamejaa ngano, yamemwakika chini. Si ati wananchi wanabomoa, hapana, yenyewe imemwakika.

Tu watuchunge hii maisha yetu hii maisha yetu tunaona iko hali ya hatarini wala wamenya wamejenga manyumba huko wengine tunaumia hatujui tutagongwa sanga katakari abasikari bavere ndfsefetinokhushira muno khukania abamenye aba munyuki avepulire mbusye wobo bwangano nivenosya mbu muruchi shivala sha Kenya William Ruto avalaka abandu ba Nairobi vonyene obusie abo nivatonya inyuma vetsomya nyasaye khubaesya obusye nivenyene unyala khubakhonyende mfra akakuteha Rais alituahidi machapati na tunaona, ndo hizi hapa chini sasa Zile zimemwagika chini, ziwaachie tu wananchi wazoe tafadhali. Na watu Nairobi wamepelekewa nganu, wanaunda chapati, wameletewa mashine, wameundiwa chapati. Lakini sisi tunashukuru Mungu kutuletea nganu, imefika lakini shida ni moja, hatuna frying pan na mafuta ya kupikia. Mheshimiwa Presidenti, tunaomba mafuta ili tukaweza kupika, kwa sababu maji iko tu hapa chini, kipukara nriba iko hapa chini. Sasa polisi nao wametuzuia, hatuwezi chukua chapati yetu, maana hatuna mashine kuja kutafuta ngano na na, tumefurahia kiongozi wetu Mheshimiwa Ruto, chapati milioni moja zimekuja upande wetu. Ni ripoti ya hey, Shingangare Shaluya TV kurula Munyuki eshitoni shibunge sha Lugari mkaunti ya kamegalira James.